Liko tatizo mahali linataka kutokea kwenye nchi yetu ya Tanzania ambayo hakuna mtu wa kuliongelea isipokuwa mtu wa kweli wa Mungu. Kuna mtu mwingine wa kuliongelea isipokuwa mtu wa kweli ya Mungu? Na kwa nini watu wanaogopa kuongea, kuongea na wogopa kuuliwa? Wanasema wanaogopa nini? Kufa. Mimi sifi, sifi. Nataka ujue, unaniangalia sifi. Ile silaha utakayoiandaa, ama ni risasi, ama ni nondo, ama ni sumu, ama ni ujambazi, ama ni utekaji, ama ni skendo, ama ni chochote, ile silaha utakayoiandaa ya kuniua, kabla haijaniua, ulishakufa wewe Ulishakufa wewe, kwa sababu. Jiulize, Tanzania kuna majasiri wangapi wa kusema haya? Mjasiri mmoja kwa neema ya Mungu ambaye ni hazina ya nchi, sasa ukamuuwe yule. Inapitisha sheria, hebu sema napitisha sheria, sema upanga wowote utakao kuja kinyume utamuuwa kwanza aliyoubeba, silaha yoyote itammaliza kwanza aliyoibeba. Kwa jina la Yesu. Na watu wote watajua. Na watu wote watamuona. Tumemaliza biashara.